Yaani, kuna mazingira wewe ukifika unasikia tu amani, unasikia tu furaha, hata ujaombewa ujafanya chochote. Ni remo ya utukufu wa Mungu ambayo inaitwa shekina na glory. Sasa mtu wa Mungu, utukufu wa Mungu unaweza ukapungua na unaweza ukaongezeka, na kuna vitu ambavyo vinaweza vikapoteza na kufukuza utukufu wa Mungu kwenye mazingira. Panaweza pakaana utukufu wa Mungu wakati mwingine lakini huo utukufu wa Mungu usiwe na matokeo kwako. Panaweza pakawa na utukufu wa Mungu kanisani, lakini utukufu wa Mungu usikuletee matokeo. Kuna watu ambao wanaweza wakaja hapa kanisani, akasema bwana, mimi toka nilikuja ibada ile, aisee, nimepokea mabadiliko makubwa. Ni utukufu wa Mungu likuwepo, lakini wewe haupo. Kitu kinahitajika ili utukufu wa Mungu uweze kuwa na impact kubwa kwenye maisha yako. Kuna utukufu nimesema, unaitwa Shekina Glory, utukufu wa mazingira nasema praise wameimba sana tukasikia, wingu kubwa linaweza, wingu likashuka lakini lisilete matokeo yoyote kwako, linaweza wingu likashuka lisilete impact yoyote kwako. Utukufu wa tatu ambao tazungumza kwa leo inaitwa gabodi utukufu unaodhihirika ili kulitukuza tu jina la Mungu. Ni utukufu ambao unarudishia Mungu, mungu utukufu, anasema utukufu na heshima ni zako Bwana, tunakuletea hiyo levo ambayo mnaimba watu wa Mungu, wa Mungu inaitwa gabodi. Ni utukufu ambao wa hatugusi wanadamu kuushika, yaani ule ni levo ya Mungu yeye, utukufu na adhama pokea, yaani maana yake sisi huo utukufu mungu haupusu unaitwa gabofu, ni utukufu ambao levo yake ni ya Mungu yeye mwenyewe. Ndio maana anasema sitampa mwanadamu yoyote utukufu wangu, maana yake ni utukufu ambao ni wa Mungu yeye peke yake. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya pili na ule mstari wa kumi na moja Biblia inasema mwanzo huo wa ishara Yesu akaufanya aliufanya huko Kana ya Galilaya, akaudhihirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Akaudhihirisha utukufu, maana yake utukufu nimesema ni, ni udhihirisho wake uwazi wake. Maana yake utukufu wa Mungu unaposhuka watu wa Mungu watu wamesifu, kila kitu kimetendeka, maana yake ni utukufu wa Mungu umeshuka mahali hapo. Na huu utukufu wa Mungu ukishuka, maana yake hata kama alikuwa hamwamini Mungu anamwamini. Ndio maana kuna watu hata kama hataki kusali, unamlazimisha tu, njoo tu hata kanisani, njoo tu, njoo tu uone mambo yetu ya kanisani. Anakoenda, akifika, Mungu anaachilia utukufu wake, watu watamsifu, watu watafanya ibada watu wataima, watafanya maabudu mengi. Mtu kuona tu udhihirisho wa yale ma utukufu mkubwa, anasema mimi nimeamini. Na mimi kama watu wanaabudu hivi, kama watu wanacheza hivi, kilichofanya ni utukufu wa Mungu umemfanya weze. Kwa nini? Kwa hiyo si tu kwamba unacheza, si tu kwamba mnaabudu, lakini ni utukufu wa Mungu, mnapaswa kudhihirisha utukufu. Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Anasema mwanzo huo wa ishara Yesu alifanya wa huko Kana ya Galilaya akaudhirisha utukufu wake, nao wanafunzi wake wakamwamini. Yesu alidhihirisha wa utukufu, alafu watu wakamwamini. Utukufu tu ulikuwepo, alafu watu wakamwamini. Nimezungumza utukufu ni Mungu yeye mwenye kujidhihirisha halisi dhahiri kabisa kwa uwazi, na mtu akaona huu ni utukufu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya vitu ambavyo vinaweza vikazuia usipokee utukufu wa Mungu hata kama upo, moja ya kitu hicho ni ukosefu wa imani. Ukikosa imani, unaweza ukashindwa kupokea utukufu wa Mungu ambao upo. Mtu anaweza akasema, Isaya, ile semina tumebarikiwa sana lakini wewe unaona, semina mbona imepita? hakuna chochote ulichokiona. Utukufu ulikuwepo na watu wakaponywa na watu wakapokea mabadiliko, lakini unasema hii baada ilikuwa kavu sana, sikuona chochote. Moja ya kitu ambacho kinaweza kikasababisha ushindo kupokea utukufu wa Mungu ni ukosefu wa imani. Yohana sura ile ya kumi na moja mstari wa arobaini kumi na moja mstari wa arobaini Biblia inasema hivi, Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu. Kwa hiyo ukosefu wa imani ni kizuizi kikubwa cha kuto kuuona utukufu wa Mungu. Hapa Yesu alikuwa anawaambia dada na zake na Zakayo ambaye alikuwa amekufa, kwa kwamba mimi sikukuambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Maana yake walishindwa kuona utukufu wa